Alhamdulillahi kwa matokeo mazuri ambayo tumeyapata. Tupo nyakati za kumalizia msimu, kwa hiyo kitu muhimu hapa ni pointi tatu ambazo tumezipata siku ya leo. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamepambana kwa kutosha tuwapongeze technical staff na mwisho niwapongeze sana mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu ambao wamekuja kwa wingi leo hapa KMC Complex, wamekuja wakiwa wamependeza na mashati yao na wameishangilia timu yao. Tumepata matukio mazuri kuhusu Coast Union. Mimi kama mtu ambaye nafahamu mpira, naelewa nini ambacho Coast watakuwa wanazungumza saa hizi, baada wa ya ukosi goli moja kwao ishu inaweza kuwa sio kupoteza pointi tatu. Kwao ishu inaweza kuwa idadi ya magoli ambayo wangefungwa baada ya kupoteza hizo pointi tatu. Ukicheza na Yanga hapa KMC Complex, chances za ya Yanga kushinda ni asilimia sabini kwenda juu. Kwao ukija hapa kwa timu kama Coast ambayo pia inapambana kuangalia namna gani itakuwa na pointi nzuri za kusalia ligi kuu msimu ujao. Lazima pia factor ya magoli kwa maana ya goal difference waizingatie kwao. Nilikuwa najua wanakuja hapa kwa ajili ya kupunguza idadi ya magoli, na kama wangejaaliwa wangepata sare, lakini tumejaaliwa kushinda, tumepata goli moja kwa wao linaweza kuwa na faida unaweza kuka boost confidence yao kwenda kwenye mechi inayofuatia, lakini pia kwa Yanga ushindi wa goli moja una faida kubwa kwetu sisi kwa sababu tunakwenda kwenye mchezo mwingine mkubwa tarehe kumi dhidi ya Azam Football Club. Pengine tungeshinda goli sita goli saba leo, e, concentration ya player ingekuwa ina shake kidogo kwenda kwenye mchezo huo. Kwa hiyo kushinda goli moja pia unapeleka ujumbe kwa wachezaji wetu kwamba hapa mwisho ligi ni ngumu, wanatakiwa wajikazi wapambane kuweza kupata matokeo mazuri ya ehsh Mm. Ibrahim Hapana, haijatupa mm. pressure yoyote kumkosa Azizi Baka na wengine wala haijaathiri chochote kwenye mipango yetu tulishawahi kuwa na hawa wachezaji kwenye pitch tukashinda goli moja vile vile mechi zilizopita huko nyuma tulishawahi kuwa nao tukafungwa vile vile wakiwa kwenye pitch. kwa hiyo uh, haijakuwa na madhara lazima mechi kama hizi zikiisha basi tutenge pia nafasi ya kuwapongeza wapinzani, namna ambavyo wamecheza vizuri, wamejilinda, tume create nafasi. Golikipa wao amekuwa na mechi nzuri, kaweza kupunguza idadi ya magoli. Kwa hiyo sisi tunajivunia pointi tatu na ndiyo msingi wetu leta hapa KMC complex. Yes, nimezungumza na daktari wa timu na ameniambia ni mapema sana sasa hivi kutoa ripoti ya majeraha wa wachezaji hao wawili ameniambia tumpe muda pengine kesho na check up, alafu atoe majibu kama ni injury kubwa au ni injury ya kawaida ambayo anaweza na... yeah, sisi hatutegemei mchezaji mmoja. Wanamkosa ucho anacheza tu mbuya matokeo mazuri. Kwa hiyo ni kumwombea kwanza sio meumia sana lakini hmm, kama eumia sana basi Yanga sio kwamba itakuwa ndio imekufa. Yanga itaendelea kutoka hapo na mana kupata matokeo mazuri kwenye mechi. Ni amna maswali wengine, so, tuambie, wengine mipango, Yes, huo ni mchezo mwingine mkubwa, mchezo mwingine mgumu kwetu sisi. Tunajua Azam FC watakuja na nguvu zote baada ya kupoteza mchezo uliopita. Wao pia wapo kwenye vita ya nafasi ya tatu na ya nne, na pengine wana matumaini ya kwenda nafasi ya pili. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu sana, lakini sisi kama yanga tunashajiandaa ya na mambo haya muda mrefu. Tunajua mechi Azam itakuwaje, na tunajua pia tulipoteza mechi ya kwanza dhidi yao. Kwa hiyo lazima mechi hii tujipangi kikubwa na nichukue fursa hii kuwaomba mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu Tanzania nzima, kwenye matawi, tuanze maandalizi kama ambavyo tungeweza na mechi kubwa yoyote ya Yanga, aidha ni ya kimataifa au ya nyumbani. Basi maandalizi hayo hayo tuyafanye pia kwa Azam FC kwa sababu ni mchezo ambao unaweza kuamua hatima ya furaha yetu msimu huu. Ali kwa muda gani ku, uh, kuandaa idea ya birthday? Nichukua muda gani kuandaa idea ya Maana machati day umetoka Tabora unarudi kwa Birthday? Mimi bwana, ambacho mwenyezi Mungu amenijalia ni hizo akili za kufikiria haraka haraka. Huu mchezo ulivyoonekana, uh, unaonekana kama karatasi, kama ni mchezo ambao Yanga anaweza kwenda kushinda tukirahisi sasa. Inahitaji uh, sauti nyingine kuwaaminisha mashabiki waje kwa wingi uwanjani. Ukiangalia namba za mechi zetu, leo tumepata washabiki wengi zaidi, kompea na mechi mbili zilizopita hapa nyuma. Manake tubuni kitu kingine ambacho kitawahamasisha mashabiki sasa wasifikirie tu ushindani wa mechi, wafikirie mtoko, yaani waje kama leo amepiga paso, wapendeza, wamekuja kuenjoy, alafu sisi tupate watu wengi. Na lengo la wao kuja kwa wingi hapa kwa maana ya mapato, lakini pia kushangilia timu iweze kutimia kwao. Alikuwa wazo la, la, la, la, la kufikiria sana. Bahati mbaya ni kwamba wazo hili limefikiriwa muda mfupi, limekuwa kubwa na limeweza kuzima pia kiki nyingine zote zilizokuwa zinaendelea mjini. mm -hmm. eh, mm -hmm. mashati leo mm -hmm. limezima kiki zote zilizokuwa zinaendelea mjini. Nafikiri nyinyi nyinyi ni waandishi, ni mashahidi mpaka yeah. Uh, sasa hivi nafikiri kuna mchezo unachezwa siku ya juma ngapi? Tano. Matano, yes. Mpaka leo tiketi za VIP hazijaisha. Uh, sio kawaida <totipa> sio kawaida eh. Kwa hiyo niwaambie na hii ni mara ya mwisho, na apaombe kisima cha ubunifu nipo hapa siku moja tu eh. Unajua Watanzania hawa, haya mambo ya kuvitavita mtaani kukimbia wanayazoea wakishaya zoea wanakuacha. <laughs> Unaelewa ko lazima uwe unakuja na fleva tofauti tofauti. Leo unafanya hiki, kesho unafanya hiki. Na masaa ishirini na nne ni kutoka leo mpaka kesho. Watume mwaliko, niwasaidie. <laughs> Eh, niwasaidie tu kuwahamasisha watu wao hujue kuna fleva wanazikosa. Mii ninatumiwa DM nyingi hu <laughs> akiagu DM waw. nyingi huko yeah. Makolo wangapi kwa ule well, ha, yeah? na na. <laughs> <laughs> Uwanja, uwanja. Ukitoa wale wageni waalikwa zinabaki tiketi 300 kwa nini? <laughs> yani baada ya wa wazungumzie mechi yao wao tu na Yanga sijui kwa nini yani? Yani wanajishtukia mechi kwa ndo wamefanya press conference nane mechi hii peke yake, kaanza msemaji, wamekuja wazee, wamekuja mababu mabibi, wamekuja kina shangazi wajomba, leo ni watu wengine wameenda, yani wanakuja watu wote wanatangatanga. Yani sisi tuna mambo yetu, najiandaa na mechi na Azam, pambaneni na hali yenu. Yani mkituzungumzia Yanga sio kama ndio mtahamasisha watu wenu waje uwanjani tumieni mbinu mbadala za kuhamasisha watu waje uwanjani. Watu wamegoma. Hapana, hapana, hapana. <laughs> Sisi mechi ya leo imeisha hapa, kesho tunakwenda kuanza maandalizi ya mchezo dhidi ya Azam. Mchezo wa Azam ni mchezo mkubwa, unahitaji mipango mingi, unahitaji maandalizi makubwa Una kwa hiyo hatuwezi kuyazungumza tu hapa kama tuko tayari na Azam. Lazima kesho tukajiandae kwa ajili ya, ni mchezo mgumu, mchezo mkubwa, na naamini kila mwana Yanga anajua ukubwa wake, anajua ugumu wake, na kila mmoja anakwenda kujiandaa pale. Azam aamako umezuzwaa, ni tuzo ya tatu mfululizo, lakini tuzo ya sita, niliambia tuzo yake ya sita ya man of the match. Ukiwa una d mbili, maana yake hayo ni maandalizi ya most valuable player MVP wa ligi unajua, MVP wa ligi anapatikana kwa details kama hizi, yes. Assist hizo ngapi, tisa, goli nane, tuzo sita. Hizo ni detail ndogo ndogo, sio kwamba naipangia kamati <laughs> lakini